Tarehe ya kwanza Januari uh, ni wakati wa tafakari momaderekeyemo kwa lugha ya Kimombo. Tarehe moja Januari uh, ni siku muhimu ya kumshukuru Mungu kwa mwaka uliopita, yaani uzima ulinzi na masomo ya maisha, kuomba msamaha kwa makosa na mapungufu kume, kuweka maazimio mapya ya kibinafsi na ya kifamilia, kuomba kwa ajili ya mwaka mpya, amani, afya, kazi na umoja wa familia, kukaa kimya kwa tafakari hii, usikilize Mungu ndani ya zamiri zako. <clears throat> Tafakari inaweza kufanywa kwa sala binafsi au ya kifamilia. Hapo ni wakati munachunga saa sita za usiku, baba mama na watoto munaikaa wala kama uko wewe peke yako, unafanya maombi ya kibinafsi. Kama uko na familia, unafanya maombi katika familia, mnafanya oroza ya mapungufu na mnafanya oroza ya yale ambayo mmefanyikiwa, uh, kuweza kwa mkono wa Mungu, kusoma maandiko ya Biblia au maandiko ya kiroho kimya, na kutafakari hatua ya upatanisho kusamehe na kuomba msamaha. uh, familia ni mahali pa upendo na ulinzi, jumuiya ya maisha inayojengwa juu ya heshima na mshikamano. Familia ni katika uh, ni sehemu ya kufundisha maadili, imani, kazi, ukweli, amani nafasi ya kusikilizana kusameheana na kukaa pamoja. Familia si kamilifu, lakini inapaswa kuwa na umoja na uwajibikaji. Hii tarehe ya kwanza ya Januari, aa baba na mama wanaikaa, wanajaribu kutizama mapungufu na wanasameheana. Unasamehe majirani unasamehe waliokukosea, waliokuumiza. Hapo familia inajirestore, restoration, spiritual restoration, na kila uh, jambo munaanza kurekebisha. Baba katika familia ana jukumu kubwa. Lone, a husband ana responsibilities kubwa katika familia kuchukua nafasi ya kwanza, hasa katika wakati wa tafakari, kukusanya familia, kuwatia wanafamilia wote, kuunda mazingira ya amani na heshima. Huyo ni husband in, yo, in her family. Baba katika familia anapashwa kuwa kielelezo, anapashwa kupana mfano By example. Kuonyesha unyenyekevu, kukiri makosa, kuonyesha imani, hekima na subira. Baba katika familia yake ndiye pasta wa familia, ndiye kiongozi, huongoza sala na tafakari, kusoma kifungo cha Biblia, mfano Zaburi 127, kusoma Yoshua ishirini kuomba kwa ajili ya kila mwanafamilia, kukabidhi mwaka wa elfu mbili ishirini na sita Mungu. Unaikabidhi Mungu, siyo nguvu zetu, siyo fikira zetu, siyo mawazo yetu, ambaye atatuongoza wala atatuvusha. Lakini mwaka yote tunaikabidhi katika mikono ya Mungu. Baba ana jukumu la kusikiliza na kuzungumza mpaka kila mmoja nafasi ya kuzungumza, kusikiliza matarajio, changamoto na ndoto, kubariki na kutia moyo, kusema maneno ya baraka na matumaini, kuwatia moyo watoto na mke wake, kuimarisha umoja wa familia. Huyo ni baba katika familia. Baba haongozi kwa mamlaka tu wala nguvu za kimwili, bali baba katika familia anapashwa aongoze kwa upendo, aongoze kwa mfano, akuwe kielelezo bora. Hapana kukataza watoto makosa, alafu na wewe unaendelea kufanya makosa hayo hayo, kwa sababu watoto wanasikiliza, wakitizama yale ambayo unayafanya. Baba tena ana uwajibikaji responsibilities. Tafakari ya tarehe hii ya Januari moja inaweza kuweka msingi bora wa mwaka uliojaa baraka na umoja katika familia. Hii tarehe moja ndiyo musingi ambao siku zote mia tatu makumi sita na ine ambazo zinabaki zitasimamia inafuatana na gisi uliojenga hii tarehe. Wengi wanaenda katika kulewa, wanalala katika uh, manyumba za wageni wakifanya makosa mbalimbali, lakini hii niyo siku ya kukua katika familia. Na unatafakari mwaka uliopita na mwaka ijayo, munapanga mipango alafu mnakabidhi kila neno katika mikono ya Mungu, ndio Sherehe ya kusherekea heri ya mwaka mpya siyo kukula tu, hapana. Ndiyo, kabla ya kufanya hii mambo yote, ni lazima muombe, mukabidhi mwaka mzima Mungu, yeye peke yake awe kiongozi ambaye atakuongoza katika hizi siku zote zijazo, kama gisi alivyokulinda mwaka iliyopita. Mungu akubariki. Mungu akupe uh, mawazo mapya, mwelekeo mpya na ulio bora zaidi kuliko mwaka uliopita. Nadhani mwaka iliyopita ilitupa masomo mengi. Mwaka ijayo ni lazima turekibishe pamoja. Asante. Mungu awabariki.